Ikiwa Tanzania ipo katika mchakato wa kuhakikisha asilimia themanini ya wananchi wake wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo elfu mbili na thelathini wahadhiri kutoka vyuo vikuu vya kati nchini wamefanya ziara mkoani Mtwara ya kutembelea mitambo ya kuchakata gesi asilia ili kuongeza uelewa zaidi na kwenda kuandaa vijana vyuoni waweze kuingia katika ushindani wa soko la ajira. Kuwaleta kwenye hayo maeneo kuongezea uelewa kwenye shughuli za uzalishaji wa gesi asilia na namna inavyochakatwa ni jambo muhimu, kwani litawezesha kuwaandaa vijana, vijana vizuri ili waweze kuingia kwenye soko la ajira na kuwa na ushindani mzuri. Kama mnavyojua sasa hivi tuko kwenye soko la ushindani, soko huria hapa nchini. Kuna ajira zinapatikana lakini pia kimataifa. Kwa kama wadau wetu hao muhimu wamefika kwenye haya maeneo na kuongezea uelewa, wataweza kutran, kutransform hicho walichokipata hapa na kukipeleka kwa wanafunzi na kuweza kuwaandaa vizuri na kuweza kushindana vizuri kwenye soko la ajira na hivyo kuleta manufaa kwa nchi na taifa kwa ujumla. Wakizungumza, baadhi ya wahadhiri hao wamesema ziara hiyo imekuwa na manufaa kwao katika uandaaji wa vijana vyuoni kwenye sekta ya nishati. Kwa kupitia ziara hii imeweza kuni update mambo mbalimbali mbali, ambayo tunawafundisha wanafunzi wetu ambao kwa kiwango kikubwa ndio hao hao wanaokuja kufanya kazi katika hii mitambo ya production na uchakataji wa hii gesi ya asilia. Kwa hiyo ninaporudi sasa uh, ofisini kwangu nitaweza kuandika ripoti na kuweza kushauri management namna ya kujipanga kuweza kuhakikisha kwamba VETA tuko vizuri katika kuzalisha vijana ambao ni mahiri na wenye sifa stahiki katika kuservice katika hii sekta ya, ya, ya, ya gesi. Sambamba na hayo, wahadhiri hao wametembelea Chuo cha Ualimu Mtwara Kawaida na kujionea miundo mbinu ya nishati safi ya kupikia iliyopo katika chuo hicho. Kwa kweli tunasisitiza serikali iendelee kutanua uwekezaji wa miundo mbinu ya usambazaji wa gesi ili watu wengi waweze kupata unafuu kwenye matumizi hayo ya, ya gesi. Gesi ni all weather, kama kuna mvua, kama kuna jua gesi iko. Hakuna kusema kwamba kuni ni mbichi haziwaki, zitatoa moshi. Gesi ipo, unapika chakula kingi unavyotaka na kwa bei nafuu. Ziara hiyo imeandaliwa na serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli nchini PURA ikiwa na lengo kubwa la kuwaongezea uelewa kuhusu nishati hiyo ya gesi asilia. Kutokea mkoani Mtwara, mimi ni Johni Manolo wa Manolo Media, nikusihi usiache kulike na kukomenti, lakini usiache kusubscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Manolo Media tumenyooka. Wateja wako wapya wapo karibu nasi. Kama biashara yako ingepata kuonekana kupitia chaneli yetu, jiulize, wangapi wangegeuka na kuwa wateja wako wapya Tuandikie sasa Manolo TV 89@gmail.com, gmi ama whatsapp namba 0782024151.